Salamu wenzangu, sasa hapa nikasikia kuna watu wanasema mitano tena. Jamani, mitano tena ni kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mimi bado nipo nipo nipo sana, tumeona. Mi bado nipo nipo kidogo. Sasa kwa sababu leo hatutaki maneno mengi, niseme machache. Kwanza kabisa pokeeni salamu Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inakusudia kujenga kituo ambacho wasanii wa, wa, wa filamu lakini wasanii wa muziki na sisi pia tunaofurahia hii sanaa tutakuwa sehemu nzuri. Makofi kwa Dr. Samia. Lakini kingine cha tatu, cha tatu ni kwamba tamasha hili jamani linafanyika mara moja kwa mwaka, sasa hii inakuwa sisi tunaopenda burudani. Ehe, kwa hiyo tamasha hili kidogo liongezewe siku. Siku moja haitutoshi, sisi tunaopenda sanaa. Halafu pia wasanii tuko kibao na mimi nikiwemo. Hasa ile orodha ile wengine tunakuwa tunakosekana kwa sababu kama hizi. Si ndio jamani, eh? Haya, la nne. Tamasha hili kwa kweli liwe linazunguka. Si mnaona? Basi tunatamani kwa mwaka liwe linazunguka, sio kwa mwaka mara moja, yaani lizunguke nchini hapa, tuburudike na wasanii wetu, wapate kuonyesha vipaji vyao. Lakini pia na sisi tulioko kule, mvione vipaji vyetu. Changu mimi nitakiona lini jamani? E, si ndio hivyo jamani? Lakini lingine sasa, lingine sasa linalohusu tamasha hili, nitumie fursa hii kumpongeza yetu Majizo kwa uwekezaji mkubwa ambao umeufanya steji hii ndugu yangu, ndugu zangu, mnaiona wanakawe, mnaiona wana Dar es Salaam, lakini hii ndio steji kubwa Afrika nzima hivi huko. Hapa karibu, naona watu wamegeukia huko nyuma kuashiria anakuja Wasanii wetu wanaopanda kwenye hii stage, kwa nini hawa wanafuatiliwa na dunia nzima? Huko dunia itajua Tanzania tumepiga hatua kupitia ndugu yetu Majizo. Makofi kwa Majizo! Sasa baada ya kumpongeza Majizo, pia nitumia fursa hii kuwapongeza sana sana wasanii wetu ambao wamepata nafasi ya kuperform vosema huko, wapo kinazuchu, upo wako kinatulia huko, wako kinasamia, kina kila mtu kwenye eneo lake, lakini sasa sisi wenye vipaji vinavyochipukia tunatamani pia kupanda kwenye hii stage. kwa hiyo zikiongezeka siku mimi na wewe bila shaka tutaweza kuimba na nyimbo zetu, si ndio, jamani? Maana tunataka burudani ndugu zangu, wana Dar es Salaam, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sema hivi Samia Serengeti Music Festival mwaka 2025 imezinduliwa rasmi kwa hey, aa sasa hapa kwa burudani inaanza sasa DJ